Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Watu kumi waliofariki kwenye ajali katika eneo la Kodada walikuwa wamehudhuria harusi kaunti ya Kakamega kabla ya kukumbana na mauti. Hata hivyo, sasa kijiji cha Sichirai kaunti ya Kakamega, walikotoka jamaa na wanakwaya waliofariki, kimegeuza sherehe kuwa mazishi. Bwana harusi Kefa Angaya sasa akisimulia jinsi alitangamana na wale walioangamia, ambao walihudhuria harusi yake siku ya Jumapili. Katika kanisa la Sichirai SDA kaunti ya Kakamega, tepe za mapambo za harusi iliyofanywa hapo bado yananing'inia, ila tepe hizi zimebeba kumbukumbu kumbu ambazo baadhi yao ni machungu. Taswira ilikuwa hii siku ya Jumapili ambapo wageni kutoka Nyamira walijumuika na maharusi Tato, tila,

Ila usiku wa manane habari za tanzia zilirejea saa tisa usiku wa kuamkia siku ya leo ya Jumatatu. Saa saba ya usiku nikasikia simu ikilia, kuangalia ni dada Irini. Dada Irini aliniambia neno moja tu, je, ni unajua nini, wasasi wameangamia kwa barabara wote, hata kuanzia jana mwili kufa ndani nguvu kabisa hata mpaka hata sijakula mpaka saa hii, hata sielewi. Nilikuwa nafanana kama ni usiku na ota tena napata kueleza ota natutenya ishi ha? Kati ya waliofariki ni baba mkwe na mama mkwe, huku jamaa na marafiki waliokuwa katika sherehe hiyo pia wakifariki. Kwa sasa raha ya familia hii imegeuka karaha. Kwani siku moja baada ya harusi, mipango ya mazishi imeanza kutokana na ajali ya barabarani. Lora Otieno, runinga ya Citizen.